Mnisikize kwanza. Kwanza, katika chama cha ODM kutakuwa na discipline number one. Hatutakuwa na mchezo mwingine. Hiki chama, vile mwenzangu sosi amesema, kimetengenezwa kwa miaka ishirini, vijana, kina vijana, kinamama na wazee Tafadhali, hatuwezi rudi nyuma. Mtu yoyote asis, asiseme kwamba chama kitasambaratika. Wewe ukitaka kusambaratisha chama, tutakusambaratisha wewe mwenyewe. Tumesema na, mnisikize mzuri, tumesema kwamba ndio tuko na mkataba na broad based government mpaka 2027. Mambo mengine tutajipanga tukielekea mbele. Kwa sasa, kwa sasa tutamuuliza mheshimiwa William Ruto, mheshimiwa William Ruto, the 10 point agenda zile tuliweka chini. Chairperson wa hiyo committee anaitwa Zani, anatoka hapa pwani tafadhali tuhakikishe zimetekelezwa. Tumekuwa mimi nimekuwa kijana mdogo.